Kama vile wanaponyoa, mathalan ukanyoa kiduku fanki au ukanyoa nyuma ukaacha mbele au mbele ukaacha nyuma, hihi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amekataza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama pia, siku moja alimuona mtoto amenyolewa nywele upande fakala, akasema ahlikuhu kulluhu, ahlikuhu kulluhu ahlikuhu kullahu au trukuhu kullahu, zinyoeni zote au ziacheni zote, zinyoeni zote au ziacheni zote. Maana yake ni nini? Hata mtoto hiki ambacho kitu katazo cha kunyoa baadhi ni amu, ina maana mtu mzima, kijana au mtoto wa kiume wa aina yeyote, na hii ni kurejesha katika nini? kurejesha lile umbile Allah subhanahu wa ta'ala alilokuchagulia libaki kuwa kama lilivyo. Ndugu yangu katika imani, ndugu yangu naonisikiliza, ndugu yangu mfadhiliaji, jitahidi unaponyoa, ima unyoe nywele zako kiasi fulani au ziache. Na kama unapunguza upunguze saizi moja, sio kupunguza sehemu nyingine unaacha na sehemu nyingine unaacha. Hii imekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bila tawfik wa sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.